Au tunaweza kusema kwamba malezi ni uangalizi wa karibu wa mzazi kwa mtoto utakao mwezesha mtoto kukua kimwili, kiafya, kiakili na kitabia. Na tukiangalia kwenye maneno ya Mungu, mwanzilishi wa malezi ni Mungu. Ukienda ile Mwanzo moja mstari wa 26, 27 na 28, 28 utaona kwamba Mungu wakati ameumba ame, ame vitu vyote akarudi, akaanza ku, akasema kwamba ishirini na sita Mungu akasema nakumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu, akatawale bahari samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila kitambaacho juu ya nchi. Ukiangalia vizuri huo huo huo mstari bakilo, ni kwamba hilo ni wazo la nani? La Mungu, kama ambapo nyinyi mnakuwa baba na mama mnakuwa na wazo la kumpata nani, mtoto, lakini baada ya kumpata mtoto anasema yeye amesha ameshasema anamfanya mtu, lakini hajaishia kusema anamfanya mtu, anaeka sia kitu kingine. Huyo mtu anayemfanya akafanya kazi gani? Ndio anarudi anakuambia akaitawale nini, nchi na samaki baharini, na wanyama na kila kitu ambacho juu ya nini ya nchi. Kwa hiyo unakusudi la kumzaa mtoto, lakini wakati unakusudia la kumzaa mtoto umeshafikiria wewe kama baba na mama huyo mtoto unataka aje awe nani kwenye nini, kwenye jamii? So tu nafikiria kuzaa, ukishazaa huyo mtoto anaenda wapi? Yani Mungu aliumba anamuumba mtu na ana jukumu la kumwezesha kufanya, anafikiria kuumba, lakini na kitu ambacho yule mtu ataenda kufanya kwenye nini, kwenye hayo maisha anayotaka. Lakini ukiendelea katika mstari wa ishirini na saba ni utekelezaji wa mawazo ya, ya Mungu kwamba baada ya kusema na kumfanya mtu ni kweli alimfanya mtu lakini baada ya kumfanya mtu, mstari wa ishirini na nane ametoa wajibu wa kwake Mungu kumwezesha huyo mtu akafanyaje, akaweze kutekeleza yale majukumu aliyoyaweka. Kwa maana gani Mungu alimbarikia yule mtu akamwambia akazae na ongezeke, na ijaze nchi. Mnapata mtiririko vizuri sana, alifanye mtu kwa, mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege angani na wanyama na nchi yote pia na kila kitu ambacho juu ya nchi. Sawa, na sisi tunaposema tunaenda kuzaa mtoto lakini tuna mtaka fanye nini? Ukisema